Kutoka kaunti nambari 12 Meru tuelekee kaunti jirani nambari 13 ambapo serikali ya kaunti ya Tharakanithi sasa imeanzisha mpango wa kusajili kinamama wajawazito kama utaratibu wa kuweka mikakati ya kuwashughulikia kutoka wakati wanaposhika mimba hadi watakapojifungua. Kulingana na gavana Muthomi Njuki, hatua hiyo ya kutafuta data ya kinamama itasaidia sana kuwatatulia kinamama na kuharakisha wanapata huduma za matibabu hospitalini. Kadhalika, katika mpango huo mpya wanawake hawa watatuzwa kwa kufika hospitalini kupokea huduma kama njia moja ya serikali ya kaunti kupunguza vifo vya watoto na matatizo ya uzazi. Kwa hivyo tumesema katika Tharaka Nithi it is a must kwamba mama akifanikiwa kwamba ako na mtoto kwa tumbo akiwa mwezi mmoja, lazima uiandikishe, wajiandikishe kwa CHP wetu, tujue kwamba wewe, tunatarajia mtoto kutoka nyumba yako. Mungu atufanikia ili tukiwa serikali ya Tharaka Nithi tuweze kupanga ile madawa inatakikana, vaccination, pale utaenda kuzalia na pia kupangia kwamba tuko na mtoto anakuja, ambaye ni wetu katika Tharaka Nithi. Tunakuwa nimepangwa vizuri mizuri kwetu katika mahospitali kungojea yeye, si namna hiyo? Na mtazamaji sasa